Na mtazamaji wa Chapesa Media tukikupa update za kimichezo kutokea hapa edi stadio di Benjamin Mkapa. Ilikuwa siku mashuhuri, ilikuwa siku kubwa sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba na mashabiki na na Young Africans e, ni siku ambayo Dabi ya Kariakoo e, mchezo umetolewa, ratiba imetoka kutoka bodi ya ligi ikisema e, mchezo umeahirishwa Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Young Africans alikuwa ni mwenyeji katika mchezo huu wa ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC baada ya jana, sitofahamu kubwa katika mitandao ya kijamii Simba Sports Club akizuiliwa kutoingia e, uwanjani kufanya mazoezi katika e, mazoezi ya mchezo kujiandaa katika dabi ya kali yako. Mashabiki kama unavyoona wanatolewa eh, kutoka ndani kuja nje, kwa maana kwa mchezo umehairishwa mpaka tarehe itapopangwa. Ni kama unavyoona hali ilivyo katika dimba la Stadio di Benjamin Mkapa, timu ya Chapesa Media ikikupa update zote za kimichezo. Kama hali unavyoiona, mashabiki wote wapo hapa katika uwanja eh, wa Stadio di Benjamin Mkapa. Watani wamekutana hapa, lakini mambo yamekuwa ni mengi na mtazamaji wa Chapesa Media, uh, baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa ya mchezo uh, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, ni dabi ya Kariakoo. Mchezo umehairishwa, mashabiki wametolewa uwanjani baada ya taarifa kutoka. Hali unavyoiona katika dimba la Benjamin Mkapa, timu ya Chapesa Media tupo hapa tukikuhabarisha na kukupa update zote za kimichezo kuhusiana na dabi hii ya Kariakoo, dabi ambayo imehairishwa eh, majira si mchache au masaa machache itatolewa taarifa na bodi ya ligi mchezo utapangiwa tarehe siku gani utachezwa. kale ya kodabi na Young Africans alikuwa ni mwenyeji katika huu mchezo E, siku ya jana sitofahamu ilikuwa kubwa baada ya Simba Sports Club e, kikanuni anaruhusiwa afanye mazoezi kabla ya siku moja kabla ya mechi, lakini jana Simba Sports alizuhiliwa a, hapa Benjamin Stadium Mkapa majira ya saa moja kamili kutofanya mazoezi na hapo, hapo Simba ikapelekea kutoa taarifa kwa umma katika mitandao ya kijamii e, kuto uhusu timu kuja katika uwanja a Benjamin Mkapa kuja kucheza mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. ni mashabiki wamejazana kwa wingi e, wakiwa wanafuatilia update ambazo, e, zinazoelezwa hapa. Mashabiki kila mashabiki wameweka vibunge kuhusiana na mchezo kuahirishwa dabi ya kari ya kora. Baadhi ya mashabiki wengine wameshakata tiketi kwa ajili ya kuingia ndani kuangalia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini majira ya asubuhi Young Africans walitoa taarifa na kusema wao wanajua mchezo utakuwepo, na mchezo unapigwa leo, mashabiki wa waje kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini bodi ya ligi imetoa taarifa maalum na kusema mchezo umehairishwa e, mpaka itapotangazwa tarehe nyingine na muda e, mwingine. Wazee wa otoporo yuko hapa. Wee, di stadio di Benjamin Mkapa kama unavyoona, mashabiki ni, ni wengi wamejaa katika dimba la Benjamini Mkapa. Baada eh, dabi eh, kuhairishwa, mashabiki wamekuwa wameweka vibunge na majadiliano kuhusiana na mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kutochezwa siku hii ya leo kama irishwa, Ambrose kama unaiona naondoka katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa baada ya mchezo kuahirishwa. Ambrose nayo anaondoka katika dimba la Stadium Benjamin Mkapa, licha ya Simba kuwa na sito fahamu kubwa katika mitandao ya kijamii kusema hawatoleta timu katika mchezo huu wa leo, ligi kuu soka Tanzania bara NBC dabi ya Kariakoo. Tusubiri tuone, tusubiri kitu ambacho kitaamuliwa na kamati TFF pamoja na bodi ya ligi wataamua vipi, kama Simba kuleta timu uwanjani hamara. Ila Young Africans wao wametoa barua e, majira ya mchana wakisema wao sheria yao ni ile ile, wanaleta timu uwanjani, mashabiki wajae kwa wingi. Mechi wanaitambua ni leo tarehe nane mwezi wa tatu 2025 ni dabi ya kali yako ambayo ile inakupigwa timu ya Chapesa Media tupo hapa katika dimba la Standard Benjamin Mkapa kukupa update zote za kimichezo kuhusiana na dabi hii ya kali yako. Wababe wawili wanakutana, Young Africans ni mwenyeji katika adabi hii ya kale yako, na ikumbukwe Simba amefungwa mara nne mfululizo na Young Africans. Lakini Young Africans huyo huyohuyo, jana ilikuwa katika mitandao ya kijamii mambo yalikuwa ni mengi sana kuhusiana na taarifa ambayo Simba Sports Club ilionyeshwa katika mitandao ya kijamii hasa katika Instagram eh, Simba kuzuiliwa getini kuingia, kutofanya mazoezi katika mchezo ambao eh, wa leo katika Ligi Kuu soka Tanzania bara dhidi ya Young Africans. Kanuni ya eh, kumi na saba ibara ya arobaini na tano simba anatakiwa afanye mazoezi kabla ya eh, siku ya mechi, lakini jana simba alishindwa kufanya mazoezi katika uwanja dimba la Benjamin Mkapa. Na jana hiyo hiyo simba aliandika eh, waraka mzito na taarifa kwa umma eh, kwa wadau wa michezo kuhusiana na kutokujihusisha na mchezo wa eh, leo, kutoingia uwanjani na kutoleta timu katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans. Mimi naitwa Wazir Tambiko. Kama unavyoona hali ilivyo katika dimba la Stadium Benjamin Mkapa, mashabiki wanajitokeza kwa wingi, mashabiki washakata tiketi zao kuja kuangalia dabi ya Kariakoo, lakini Richard Simba wao wanasema hawatoleta timu katika mtanengo huu wa leo dhidi ya Young Africans. Kaa tayari kupata update za, za kimichezo usikose kutufollow eh, kule Instagram cha Pesa Media kupata update za kimichezo katika dabi kali yako, dabi ambayo ina kupigwa majira saa moja dakika 15. Je, Simba italeta timu? Dabi itachezwa hamara. Kaa tayari kufuatilia katika peji zetu za YouTube kule eh, upande wa YouTube cha Pesa Media, subscribe na kushare na ku like na ku comment, ili mali upate update zote za, za kimichezo kutokea hapa eh, di stadi, di Benjamin Mkapa. Hii ni cha Pesa Media.